Kwenye ardhi yenye utulivu wa milima na vurugu kali ya upepo, ni ndani ya kijiji cha Sangambi, wilaya ya Chunya, mkoa ni Mbeya, alizaliwa na kukulia mwanamama ambaye leo anazidi kuwa miongoni mwa sauti mpya zinazoonekana katika ulimwengu wa filamu Tanzania, Ester Mwesumu Simbachai. <coughs> Safari yake haikuwa laini, haikuwa ya haraka, lakini imejaa ujasiri na moyo wa kutokuacha ndoto ife wala kukata tamaa. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne Ester alifanya uamuzi ambao huwezi kuuona muhimu mpaka pale utakapoisikia sauti ya ndani ya moyo. Basi yeye aliusikiliza moyo wake, akafunga safari hadi Dar es Salaam jiji ambalo mara nyingi linawatisha wengi lakini linawakaribisha wachache wanaothubutu. Alikwenda akijua wazi kuwa ndoto yake ya sanaa haiji kwa bahati, ila inatakiwa kuvuja jasho. Akiwa jijini Dar es Salaam, changamoto hazikumkwepa. Kama msanii chipukizi, alikumbana na vizingiti vya kibajeti, vikwazo vya kimazingira, na wakati mwingine kukatishwa tamaa, lakini aliamua kubaki imara Hatimaya akaweza kujiunga na kikundi cha sanaa huko Kitunda, hatua iliyofungua mlango wake wa kwanza wa kufanya filamu mbalimbali na kuonyesha weledi wake katika tasnia hiyo. Bahati kaandika ukurasa mpya pale alipopata nafasi ya kukutana na magwiji mbalimbali wa filamu nchini Tanzania, akiwemo haji Adam, ambaye alipata nafasi ya kufanya na kazi ikiwemo ile mashuhuri inayofahamika kwa jina la mkopo wa elfu kumi. Tukio hilo lilikuwa kama muhuri ya kwamba safari ya Ester ilikuwa inaanza kuonekana kwa macho ya watazamaji na wadau wa filamu ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia hata nje ya mipaka ya jiji hilo. Baadaye Ester akaungana na kikundi kingine cha vipaji huko Unique Talent, ambapo kilimpa nguvu mpya na fursa zaidi ya kujikuza kisanaa. Kupitia safari yake hii, aliweza kushiriki katika filamu na vipindi mbalimbali vinavyopatikana kwenye television na YouTube, ikiwemo kazi maarufu kama vile Single Father ambayo kwenye kati hizi imekuwa ikishika kasi na kutazamwa na wengi zaidi. Leo, mbali na filamu, Ester amejijengea umaarufu mkubwa kama mtengenezaji wa maudhui ya ucheshi, yaani comedy, kupitia Facebook na majukwaa mengine ya mtandaoni. Sauti yake ya ubunifu inaonekana, inasikika na inagusa watu wengi, huku akiongeza mashabiki na hadhira kila siku na licha ya mafanikio haya, bado yeye anasema safari yangu bado inaendelea, si pumziki mpaka ndoto zangu zifike kilele chake. Ndoto hizo ni kubwa na wazi, ni kwamba yeye anatamani kuwa mwigizaji mkubwa na si tu ndani ya mipaka ya Tanzania, bali mpaka kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki na kwingineko ulimwenguni. Ndoto yake inayobebwa na misingi ya upendo, kuthamini utu na kuamini kuwa mafanikio hayaji bila kugusa maisha ya watu wengine. Mbali na umaarufu wake na hatua hiyo aliyopiga katika tasnia ya filamu nchini Tanzania, Ester hakukiacha nyuma kijiji chake. Ndani ya moyo wake bado ana mapenzi ya pale alipotokea, na bado anatamani kufanya makubwa ili kukienzi kijiji kilichomleta na kumtambulisha katika uso wa dunia. Anasema moja ya malengo yake makubwa ni kurejesha fadhila kwa Wanasangambi, ikiwemo kuanzisha timu ya mpira wa miguu pamoja na kufadhili vifaa vya kujifunza kwa wanafunzi wa shule aliyosoma. Huu ni ushahidi kuwa mtu anaweza kutoka kijiji, lakini kijiji hakitoki ndani yake, na watu wengi husema mcheza kwao hutunzwa. Katika shukrani zake za dhati, Ester anawakumbuka na kuwaheshimu sana wazazi wake, ambao wamekuwa bega kwa bega katika safari yake yote ya, ya sanaa. Anasema kuwa wazazi wake wamekuwa faraja, baraka, lakini pia nguzo ya nguvu wakati wote mbali na kazi na upambanaji wake Ester pia ni mama wa watoto watatu wa kiume kila hatua anayoipiga kila seti ya filamu anayokanyaga na kila saa anayowekeza katika ubunifu wake anafanya kwa bidii kwa ajili ya kuwajengia wanaye maisha bora katika elimu na urithi wa kutosha ili waweze kujivunia kuwa na mama mpambanaji safari ya Ester Mweisuma Simbachai ni ushahidi tosha kuwa mtu anaweza kutoka kokote lakini akafika hatua kwa ujasiri, uvumilivu na moyo wa kupenda kile alichonacho, hivyo anaweza kufika kokote. Ni hadithi ya msanii, mama na mpambanaji, ambaye bado anakuja kwa kasi, akichora njia yake katika ramani ya filamu Tanzania, huku matamanio yake yakiwa ni kuvuka mipaka ya nchi. Hiyo si rahisi kuifikia ndoto, wala si mzaha kupambania ndoto bali pale unapoamua na kujishikiza na kujipa umuhimu wewe mwenyewe, mbali na maneno ya watu, basi kile unachokitamani kuwa kweli. Huu ni ushuhuda kutoka kwa Ester Simbachai Mansumo. Lakini je, wewe una kipi cha kusema juu ya ndoto yako? Umelala ama tayari umeamka na kuanza safari ya kuipambania? Chukua hadithi hii kama chachu ya mabadiliko katika safari yako na kisha uweke muhuri wa hatua zako katika kesho.